Taarifa kuhusu timu ya Taifa ya Tanzania, Taifa Stars kutupwa nje kwenye michuano ya Afcon 2025 ziko kila mahali. Tanzania ilikuwa ni timu pekee iliyosalia katika ukanda wa Afrika Mashariki kwenye michuano hiyo. Ilifungwa goli moja kwa bila na wenyeji Morocco katika mchezo wa hatua ya 16 bora, hatua kubwa zaidi kwa Tanzania kuwahi kuifikia kwenye michuano hiyo lakini mashabiki wengi wa soka hasa wa Tanzania wanaona kwamba kuna namna mcheza kwao, kwa maana ya Morocco, alitunzwa hata katika matukio ambayo wengi wanaona kwamba yalikuwa na utata. Baadhi ya wachezaji wa Stars na hata kocha mkuu wa timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, amekiri kutofurahishwa na baadhi ya maamuzi ya mwamuzi katika mchezo huo. Nimezungumza na Hassan Ali, mchambuzi na mtangazaji wa kandanda nchini Kenya, kumuuliza tafsiri yake kuhusiana na tukio lile hasa ambalo watu wengi wanalalamikia la penati dakika za mwisho. Kweli amenyimwa penati ya wazi, tusidanganyane. Wanasema watu kwamba mcheza kwao hutunzwa, na akatuzwa. Uh, ukiangalia mwamuzi mpaka sasa Traore ana, ana, ana, ana, anajipiga kichwa utosi, amechanganyikiwa, kwa sababu huo ni wizi wa mchana, tena mchana kweupe. Kwa hiyo Tanzania Afrika Mashariki tuna kilio yaliyotokea yametokeana waswahili ya wenyewe wanakuambia tugange yajayo lakini vipi mashabiki wa kandanda nchini Tanzania wamekiona vipi kiwango cha timu yao ya taifa kwenye michuano hii na je yapo matumaini kwa siku zijazo tumaini yapo kwa sababu tuna meneja ambaye au tuna kocha ambaye kuna vitu ambavyo vinaonekana chini yake kuna namna fulani hivi ambayo tunaenda kufanya vizuri sana ilikuwa ni nzuri sana tunamshukuru Allah tumeweza kufanikiwa umefika katika hatua ya 16 bora, matumani nanipa sana na naamini kabisa inshallah AFCON ijayo tutafika mbali zaidi. Kiukweli Taifa Stars imejitahidi sana, imeimprove kwa sababu watu wengi wa kuitegemea Taifa Stars kama ingeweza kufikia 16 bora, lakini wamefanya vizuri sana na tuna imani sana Taifa Stars. Tanzania, Kenya na Uganda zinaandaa kwa pamoja michuano ijayo ya AFCON 2027. Je, tunayoyashuhudia nchini Moroko kwa sasa, mataifa haya ya Afrika Mashariki yafanye vipi ili yaweze kutamba katika michuano hiyo ijayo, tena wakiwa nyumbani? Nasubiri maoni yako.